Unasikia mwalabu bwana? Mimi bwana na ngoma yangu nataka niitoe bwana. Hiyo ngoma bwana nimeitunga muda mrefu kweli, kweli. Sasa nikaona sasa hivi ndio kipindi kizuri cha kutoa hii ngoma hii. Maana itaiti kweli, kweli bwana. Kwa hiyo natafuta msanii ambaye chipukizi. Sitaki wasanii wakubwa wakubwa maana watataka hela nyingi. Kwa hiyo mimi sina hela ya kutosha. Natafuta msanii ambaye nitatoa naye ngoma hii. Lakini hii ngoma ina muunganiko na mambo ya asili. Yaani kuna ipapu na bongo flavor na mambo ya asili humo ndani. Kama yule nani, Saida Karoli hivyo hivyo, yaani napiga mnyumbuliko. Yaani kwa hiyo natafuta msanii ambaye, yule ambaye mchipukizi, lakini anapiga ngoma ngoma zote, ambaye yuko kwenye mambo ya asili, kwa sababu nataka nichanganye ladha, nataka niwaue yani. Yani, nataka n, n, niteke soko hili lote. Sema kweli kipala basi itakuwa fafi ile ngoma ladha Mi naona ilongoma kama utafanya laza mara mbili yani utaika bongo fleva na ipapo pamoja na mambo ya asili bwana, utakuwa umeteka kweli ilisoko. Maana ilisoko watu wanajifanya wamelibamba kweli kweli yani, lakini ukija kwa staili hiyo bwana, utawateka kweli kweli yani yani, wale washabiki wote wanajifanya matimutimu wale watarudi kwako. Hakuna hata yeyote atakayekutia atakayekupinga unajua tena tena nilikwambia mwalabu kitu kimoja. Sasa kuna msanii mmoja mzuri kweli kweli yani, nitafanya mambo ukutani nayo. Umeelewa vizuri bwana? anaimba kweli kweli, anaimba mambo ya asili huyo yani, anapiga ndezetu kamuona kaonan naye. Unasema una kweli mwalabu, unachosema kabisa kweli ni sai. Bas nani producer producer ambaye anajua kutoa ngoma yani anachanganya ngoma laza mbili, mbili. So producer anachanganya hip hop tu peke yake. Nataka producer anapiga hip hop ananbi pamoja na mambo ya asili, kwa hiyo nataka niteke hili soko la Tanzania. Yani nataka zile timu timu zote zije kwangu. Kama unavyosema, basi tondoke bwana, tusipoteze muda bwana, muda mali

pale. Kwa hiyo basi twende zetu tuwapate fasta basi, ili tusipoteze muda bana. Twende tukachukue pikipiki kule kwa yule mwenye jamaa yule, nani yule jamaa fupi yule. Fupi atatupeleka mpaka kule, maana yeye ndo anamjua vizuri kule ujue. Alafu yeye ndo anajua mitaa yote ya kule ambayo anapatikana. Mimi napajua lakini sipajui sawa sawa. Maana muda mrefu sana nimeenda mie ujue. Basi twende zetu bwana. Kila kitu hapa kitakwenda sawa. Kipala bana, mtu mwenyewe ndo huyo hapo, msanii mwenyewe nilikwambia. Huyo msanii ni hatari sana, anaimba yani, anaimba mambo ya kisengi na nani mambo ya kitamaduni. Wewe mwenyewe unamuona jinsi alivyovaa huyo mambo ya kitamaduni ndo ngoma zake anazoimba. Sasa wewe ongea naye vizuri tu, ana shida yoyote. Wala usimuogope bwana. Wala usimuogope, yule ni msanii, tu msanii kama wasanii wengine. Sasa kama msanii wengine bwana wala tu usimuogope. Ana hata hata ana taila nyingi. Kwanza ni nani underground. Kwa hiyo atakuelewa tu, lazima atakuelewa. Alafu wewe ni msanii mkubwa, elewi tu, lakini hajai kukuona inawezekana. Sasa ongea naye vizuri bwana, mimi tayari nishakusaidia hapa. Mimi ndio Nataka niende zangu kipala au nikusubirie? Yaani nakuapia kabisa, yaani nikipiga ngoma naye huyu jamaa huyu bwana mimi nitaua kweli kweli. Nimeshamuona. Mimi wala sina shida naye wala sio kwamba namuogopa. Hapana bwana. Mimi nitaongea naye vizuri tu wala usiwe na pressure. Na pressure eh. Najua mimi atanielewa japokuwa jai kuniona kwenye ngoma, kwenye KTV, kwenye video. Watu wananiangalia sana. Ila naona kama kanihofia hofia, labda ananiona nimevaa suti. Ajui kama sasa hivi wasanii tunavaa masuti eh. Basi sawa bwana wangu mmoja hiyo alinikimbia. Ya, nikiwa sina kitu, eh. Sasa hivi sasa nina pesa hii nataka arudi. Sasa mimi

Imeisha hiyo. Haina haja kukujeleza sana wala nini. Sikiliza nikwambie mimi mwenyewe msanii kweli kweli, usinichukulie kwamba ile kwamba kwa sababu naemba nyimbo za asili ukaona kama vile sio msanii. Mimi mwenyewe nina ngoma nyingi tu mjini hapa. Kwa hiyo usitoe kujifagilia fagilia nini ukajiona labda wewe umevaa koti nini ndio msanii mkubwa. Sikiliza nikwambie, yule pale mshikaji aliyokuleta yule, sasa mimi ndio ananijua vizuri yule pale. Kwa sababu mimi ananijua fresh, mimi shema na wasanii kibao. Mimi shema na wasanii hao labda ako mtaja, mtaja huyo achana naye. Mimi nimeimba na wasanii mini, wa mbele uko South Africa huko, hadi Marekani huko akina Justin Bieber wote wananijua kwamba mimi ni mimi ni noma no. Yani mimi ni hatari yani, usinichukulie ile ile na magari vipi mwenye ni noma kichizi. Yani nataka nikupige minyumbuliko sasa hivi sasa hivi, nikupigie niambie, nikupigia hivi uone. Nasikitika kweli kweli yani. Sasa mbona kama unanitambia sasa, mbona unanitambia vipi, wakati mimi nimekwambia kwa ajili ya kwenda kupiga ngoma? Unaona kama tunatambiana. Haya basi, kama wewe msanii imba basi ni kuone. Haya, toa freestyle na mimi nitoe freestyle zangu, tuimbe sasa kwa pamoja alafu tuone, maana mimi na ngoma yangu kali kweli kweli. Kwa hiyo nataka nijue sasa freestyle yako unayopiga hiyo, ngoma kweli msanii, nisijenge kukupeleka pale studio ukaanza kuzingua. Nataka nione sasa mistari unavyoshuka. Haya, twende basi, basi haya, niimbie sasa nione. Sasa kabla ya kutunga mistari yako mwenyewe, imba kwanza freestyle, afu nikuone, nijue kama kweli we msanii kweli wa mambo ninayotaka mimi ya asili, au nataka kuzingua, unazuga mtaani hapa. We, kwenda! We we, kwenda nyumbani! Me ni melodi zangu, kwenda nyumbani. Sikiza, nikwambie bwana, nikwambie. Mi ndo nishamaliza basi. Ni ndo freestyle yangu. Hata ngoma yangu nyingine kali lopigia atali. Achana, sikiza. We ukitaka kushika na mimi, bila laki mia nane hapa skupi. Yani, bila laki mia nane hapa skupi kolabo. Ukitaka kolabo, nipe laki na mia nane. <laughs> Sasa hivi dunia kweli imebadilika. Yaani unakuja hoteli kubwa kama hii hakuna hata mhudumu. Yaani dunia kweli inabadilika. Anasema dunia inazunguluka kweli kweli. Yaani inazunguluka sasa. Na unaweza kujikuta kweli, yaani uko utakuwa mwana nyamala unazunguluka unaenda zako kilondoni bila mwenye kutarajia. Umeona sasa nimekuja hapa mpaka sasa hivi hata kuhudumiwa sijahudumiwa. Yaani sijui ndo zalao hizi. Hata wewe mlimu wa vipi? Mlimu wote mimi nagedia msosi ndo naleta sasa hivi. Muda wote mimi nahangaika, nataka msosi hapa. Unaponona, nataka kuondoka.

Mchamyakula yenyewe sasa ya nini sasa? Ni ile misilipi ela yangu hapa kabisa, kwa sababu mda mrefu, yaani mi niko hapa niko hapa mda mrefu kweli kweli. Yani naagizia msosi lakini hujaleta. Sasa hivi unajifanya unaleta tari shaka? Hata wacha nifunge tu mpaka jioni bwana, wacha niondoke zangu. Mi silipi chochote hapa kaka, koma hapa mjini hatujaja kuangalia magorofa, tumekuja kufanya kazi babu, na kazi yenyewe ndo kama eh, ukipewa kazi unafanya kazi, usione kazi kufanya kazi, kwa sababu kupata kazi ni kazi. Acha kazi uone kazi kupata kazi. Kwa taarifa yako nakwambia, sasa watu tumejitolea hapa kwa ajili ya mambo mengi. Sasa ole wako usilipe, usipolipa sasa nakupasulia yai au nakuitia mwizi hapa hapa tena. Kama vipi utaondoka na damu mkononi. Utanijua kama mimi Mwajuma mijeko au majuma minane tena, usinizoae nakwambia. Hiyo hoteli usioni, imekuja hivi hivi, haijachimbwa babu. Lazima ulipe na vyakula vyote utalipa, kwa taarifa yako mjinga. Sasa nini, sasa mbona kwa kama unanitisha bana, hata tunanitishana vipi mbona, mimi nimekuongelea taratibu tu bana, hata maswala ya kutokulipa mimi nimekudanganya bana, mimi nitakulipa, mimi sina mambo ya kuzulumu watu. Haina haja kuanza kutishana nini, ila kwa sio vizuri mambo ya kuvunjiana yai, mimi ndo sependi mambo ya kuvunjiana yai na kuitiana mwizi, sasa hapa itakuwa tabu sasa. Haya njoo chukua hela yako bana tumalizane, sitaki mzozo mie bana, nisije nikanyolewa ndevu bure.